Gavana wa kaunti ya Trans Nzoia George Natembeya ameachiliwa kwa dhamana ya shilingi milioni moja na mdhamini wa kiasi kama hicho, ama pesa taslim shilingi laki tano na mahakama lakini licha ya hayo yote gavana Natembeya amezuiwa kufika katika afisi yake kwa siku sitini ili kupisha nafasi ya kuchunguzwa kwa masuala ya madai ya ufisadi yanayomkabili. Leonard Shebe wa Malwa ndiye anayetukunjulia jamvi la West TV jioni usiku huu wa leo na kina cha taarifa hiyo kutoka milimani jijini Nairobi. Kwenye uamuzi wa, wa hakimu mwandamizi wa mahakama ya ufisadi ya Milimani Charles Ondiek, gavana George Natembeya ana uhuru wa kuachiliwa kwa dhamana au pesa taslimu licha ya upande wa mashtaka kupinga kuachiliwa kwake hapo awali. But the first accused shall be released upon executing a bond of Kenya shillings 1 million with one surety of the same amount. Alternatively, the first accused shall be released upon depositing cash bail in the sum of Kenya shillings 500,000 and providing two suitable contact persons whose particulars shall be captured by the registry, including copies of identity cards their contacts. Hakimu Ondiek hata hivyo alitoa masharti makali kwa gavana Natembeya yakiwemo kutofika afisini mwake kwa siku sitini kuanzia wakati wa uamuzi huu licha ya kuruhusiwa kuendeleza majukumu yake kama gavana wa Trans Nzoia nje ya afisi zake rasmi. That the first accused undertakes not to interfere with witnesses and or evidence Roman 2

Mahakama hii pia imemkataza gavana Natembeya kuzungumzia kesi hii kwa vyombo vya habari au kwenye mikutano ya umma, huku uchunguzi ukiendelea, akitakiwa pia kujiwasilisha mahakamani kila anapohitajika.

Kabla ya uamuzi huo kulishuhudiwa makabiliano makali kati ya mawakili wa gavana na upande wa mashtaka wakati wa kutathmini iwapo gavana huyo aachiliwe kwa dhamana au la. Uh, you know, <coughs>

There is no such evidence placed before you. Kesi hii sasa imeratibiwa kutajwa mnamo tarehe tatu mwezi Juni mwaka huu wa 2025. Na licha ya gavana George Natembeya kupata afueni baada ya mahakama kumwachilia huru, mahakama hiyo pia imemwekea vikwazo vya kutoingia afisini mwake, licha ya kwamba amepewa uhuru wa kuendelea na kazi yake nje ya afisi yake. Nikiripotia West TV kutoka mahakama ya Milimani katika jiji kuu la Nairobi.